Hivyo ukinikazia nikazia, amini kuwa umenifalisha mwanangu afu umefalisha bonga ya kundi lipo nyuma yangu. Oh unajua nini? Tunakosea kweli ili kamilishana ya udhaifu wa kibinadamu, ila hukumu zenu wakubwa, hai kwetu wanyonge, basi ziendane na halisia ya kosa wanangu. Unajua mimi na wanangu kutoka huko mtaani. Oh tunapitia mengi kinoma ili kupata ugali afu wezi leo kwa sababu uwezi kuvaa viatu vya wanangu na mimi, ujue. Kutoka huko chimbo unga chimbo wanangu ambapo ndoto zetu wanangu poa ni kubwa kinoma, fit na ndoto kubwa kinoma. Alafu si wenyewe tunaamini kuishi leo, alafu kesho ikifika tuanze upya. Wanangu wamesoma sana ujue, alafu wanajituma sana tu, ni milango tu haijafunguka. Afu wajua nini, washikadao msizani wana mtaani wapambani, oya, wana nasukuma sana ila malaika aeli tu bado wajatia tiki Mungu wanangu, wakubwa Mungu awape hekima na busara ya kuwa daraja la vijana kutimiza ndoto zetu, sio kuwa kikwazo cha kukatisha jitihada za wanangu au wa mimi. Semanini mi leo naondoka, ntarudi baadaye, ila wanangu endele kukimbiza wauni ndoto. Changamoto ni kubwa ile ile, ila tukilegea tu, wanangu, tunakosa kambaki. Alafu mwisho wa siku, stelingi kafa, picha imeisha.